cha upweke, maisha ya upweke, vimebaki viwili, shilingi laki mbili. Sasa hivi nyumba nzima ni mimi na mbwa <laughs> e, hey, Mungu baba ya bibi niondoke, pikipiki na umiliki hapa, nimebakiwa na pikipiki ya TVS, nimebakiwa na pikipiki ya TVS 2 hii, ndio inasoma jina langu Mwemba Baton Mwemba aka Mwijaku. Jamani, vimebaki vi nne, walikuwa nane, wameisha nane, vimebaki vi, vi nne, shilingi laki mbili, njoo shilingi laki mbili, shilingi laki mbili tu, shilingi laki mbili. Una laki mbili yako, hapo chini nipigie, nikuletee. Vina chanjo vina kila kitu, hivi hapa, call me DC Mwijaku. Ni mwendo wa upweke, ni mwendo wa upweke, ni mimi na pikipiki piki tu, maisha haya jamani. Kia hmm? Upweke, maisha ya upweke, vimebaki viwili, shilingi laki mbili. Sasa hivi nyumba nzima ni mimi na mbwa <laughs> hey, Mungu Baba niondoke. Pikipiki inaomiliki hii hapa, nimebakiwa na pikipiki ya TVS, nimebakiwa na pikipiki ya TVS 2. Hii ndo inasoma jina langu Mwemba, Baton Mwemba aka Mwijaku, jamani Vibaki vinne walikuwa nane, wameisha nane, vibaki vinne vi shilingi laki mbili. Njoo shilingi laki mbili, shilingi laki mbili tu, shilingi laki mbili. Una laki mbili yako, hapo chini nipigie, nikuletee vina chanjo vina kila kitu hapa hivi. Call me DC Mwijaku. Ni mwendo wa upweke, ni mwendo wa upweke, ni mimi na pikipiki piki tu. Maisha haya jamani, hmm?